Lakini hawa ni majaji wanasema asilimia themanini na saba, asilimia themanini na saba ya wapiga kura wamejitokeza kupiga kura, jambo ambalo haliwezekani kwa hali ilivyokuwa kwenye vituo na hali pana. Watazamaji wa kimataifa wamekuja, wa Sadek wanaeleza, wameenda kwenye vituo hakuna mpiga kura, wameenda kwenye vituo, kuna polisi wengi kuliko wapiga kura. Halafu tume ya majaji bila haya, bila haya, wanasema watu milioni thelathini na mbili wameshiriki katika kupiga kura. Ndugu zangu, hili ni jambo la aibu, jambo la kibeha. Watu ambao ndo unadhani kwamba kidogo afadhali wamekuwa ni majaji waweze kulinda heshima zao, wanaenda kutangaza uchaguzi matokeo kama vile mambo yote yalikuwa shwari, hakuna tatizo lolote lililotokea iwo Tanzania wenzetu. Unabaki mtu unasikitika, hivi tumefikia wapi sisi? Ndugu wanahabari, uchaguzi huu umetazamwa na waangalizi wa uchaguzi niliopata bahati baada ya mtandao kufunguliwa, umefunguliwa jana au juzi jioni, ndio ala, kumbe kuna mambo mengi yalikuwa yanatupita tu hapa. Nikaiona hii taarifa ya watazamaji wa Sadiki ambao wamesema kabisa uchaguzi huu haukidhi viwango. Ujumbe wa uangalizi wa uchaguzi wa jumuiya ya maendeleo kusini mwa Afrika ukiongozwa na Mheshimiwa Richard Msowoya uliwasili nchini kufuatilia uchaguzi mkuu wa Tanzania wa Oktoba 2025, kwa mujibu wa kanuni za sadeki kuhusu uchaguzi wa kidemokrasia. Katika taarifa yake ya awali, imeeleza kuwa ingawa baadhi ya taratibu za kisheria zilifuatwa, mazingira ya uchaguzi hayakuwa huru hayakuwa ya haki wala kuaminika kikamilifu, kutokana na kukandamizwa kwa vyama vya upinzani, ukosefu wa uhuru wa vyombo vya habari, matumizi ya nguvu ya dola na dosari katika uendeshaji na uwazi wa matokeo. Kutokana na hali hiyo, ujumbe huu wa Sadek uliokuwa unatazama umehitimisha kuwa uchaguzi wa 2025 haukidhi viwango vya Sadeki vya uchaguzi huru wa haki na wa kuaminika na umetaka hatua za haraka kurejesha imani ya wananchi na mustakabali wa demokrasia nchini. Taarifa hii ya Sadeki pia imekosoa katiba ya Tanzania inayozuia matokeo ya uchaguzi wa rais kuhojiwa mahakamani kuzuia mgombea binafsi asiyekuwa mwanachama wa chama kilichosajiliwa sa na rais ambaye ni mgombea wa chama tawala kuwa ndiye mteuzi wa wajumbe wa tume ya uchaguzi. Ndugu wanahabari, kwa hitimisho, tunasema kwamba baada ya kushauriana na viongozi wenzangu wa kamati ya uongozi ya baraza kuu Kafu inatamka wazi kuwa uchaguzi mkuu wa 2025 haukuwa huru, haukuwa wa haki wala wa kuaminika. Ni ubakwaji mwingine wa demokrasia. Matokeo yaliyotangazwa hayana uhalali wa kidemokrasia. Chama kinaitaka jamii ya kimataifa, mashirika ya kikanda, ya ndani ya nchi na wananchi wenyewe kwa ujumla kushinikiza kwanza kuundwa serikali ya mpito caretaker government. CCM itatufikisha pabaya, imetufikisha pabaya, haiaminiki kabisa. Tunahitaji pawepo na serikali ya mpito itakayosimamia mchakato wa mpito wa kisiasa na kukamilisha kwanza, kukamilisha upatikanaji wa katiba ya demokrasia inayotokana na maoni ya wananchi, kuunda tume ya uchaguzi iliyo huru kweli na isiyodhibitiwa na chama tawala iandaye uchaguzi huru. Taarifa kuu siku ya leo ni kwamba ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini imetangaza kuwa matokeo ya uchaguzi wa viongozi wa kitaifa wa chama cha wananchi CUF uliofanyika Disemba 2024 ni batili na kueleza chama hicho kurudia uchaguzi wa nafasi za juu za uongozi mara moja. Katika barua ya tarehe 13 Februari ya mwaka 2026 iliyotiwa saini na naibu msajili wa vyama vya siasa Sisti Nyaoza, kwa niaba ya msajili wa vyama vya siasa jaji Francis Mutungi, ambayo ime, imeonekana kwenye vyombo vya habari. Na ambayo imetumwa kwa katibu mkuu wa CUF na walalamikaji, ofisi hiyo imetoa uamuzi kuwa baada ya kufanya kazi, kufanyia kazi malalamiko hayo yaliyowasishwa na wanachama akiwemo Mafutaa na Chuma na Miraji Mtibiliko, msajili amebainisha kuwa chaguzi za mwenyekiti wa taifa nafasi inayoshikiliwa na, na, na profesa Ibrahim Lipumba, makamu mwenyekiti Zanzibar na makamu mwenyekiti bara zilikiuka katiba ya saba na kifungu cha kwanza nne ya kanuni za uchaguzi za kafu za mwaka 2018. Kanuni hiyo inataka mshindi kupata zaidi ya nusu yaani asilimia hamsini ya kura zote zilizopigwa uchunguzi wa msajili umebaini kuwa hakuna mgombea aliyefikisha kiwango hicho cha kura, lakini walitangazwa washindi kinyume na utaratibu. Na nukuu sehemu ya barua hii ya msajili, chaguzi zote zilifanyika katika mkutano mkuu wa kafu wa tarehe 18 na 19 Disemba 2024, ambazo hakuna mgombea aliyepata kura zaidi ya nusu ya kura zilizopigwa zilipaswa kurudiwa na kwa kuwa hazikurudiwa, uliotangazwa kwa washindi, ushindi wao ni batili, imeeleza sehemu ya barua hiyo. Barua hiyo imefafanua kwamba kitendo cha Profesa Ibrahimu Lipumba kutokuchukua na kurejesha fomu mwenyewe ni kosa la kisheria kwa kuwa katiba ya kafu haijaweka sharti hilo. Hata hivyo, msajili amebaini jambo zito zaidi. Kuna uwezekano mkubwa kuwa Mtasari wa kikao cha baraza kuu la kafu cha tarehe 15 mpaka 16 Desemba 2026 uliongezewa maneno ili kuonesha kuwa kanuni ya ushindi na nusu ya kura iliondolewa. Lengo lilikuwa ni ukwepaji uwajibikaji. Msajili ameweka wazi kuwa wanachama wa chama chochote cha siasa wana haki ya kuwasilisha malalamiko yao moja kwa moja ofisini kwake bila kulazimishwa kumaliza e, mchakato wa ndani wa chama kwanza. Hii inakuja baada ya uongozi wa CUF e, kujaribu kupinga malalamiko hayo moja kwa moja kwa wanachama hao, au kufuata ngazi za rufaa ndani ya chama. Nam ni taarifa kuhusu chama cha wananchi sui wefu kimetakiwa e, kurudia uchaguzi mkuu wa kuwapata e, mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa bara na Zanzibar, e, katika uchaguzi ambao ulifanyika e, Disemba ya mwaka 2024.